Bwana Yesu asifiwe, mtazamaji wangu uh, wa Stewards TV na kukaribisha tena mara nyingine jioni ya leo katika kipindi hiki cha nuru ya ulimwengu. Naitwa mchungaji Collins Simiyu na hudumu na kanisa la Everlasting Christian Church mjini Eldoret, mtaa wa Huruma. Nataka nikuambia kwamba uh, tunapatikana hapa mtaa wa Huruma na tunakaribishwa pia katika vipindi vyetu uh, siku ya Jumanne hadi siku ya Ijumaa kwa maombi ya kila asubuhi, inaitwa morning devotion. Tunakuwa pale kuanzia saa kumi na mbili asubuhi hadi saa mbili ya asubuhi. Na pia tunakuwa na mkesha wa wiki ya kwanza ya kila mwezi, kila Friday ya mwanzo wa mwezi tunakuwa na mkesha pale, na inakuwa ni baraka na tunakukaribisha kanisa. Ibada inaanza saa mbili asubuhi hadi saa saba ya mchana, na inakuwa ni ya baraka kabisa. Karibu sana mtazamaji wangu. Uh, jioni ya leo nina ujumbe mfupi kwa ajili yako. Nataka nikutie moyo kabla ujaenda kulala, maana ninaamini ya kwamba umetoka kazini, huenda umekuwa shughuli za hapa na pale, waswahili wanasema pilikapilika za hapa na pale, na ninaamini ya kwamba uh, unahitaji jambo la kukutia moyo. Tuombe. Baba, ninakushukuru kwa wema zako na fadhili zako, nakushukuru kwa ajili ya mtazamaji wangu tunaposungumuza na kushiriki neno hili pamoja na mtazamaji wangu, naomba liwe neno la kumtia nguvu, liwe neno la kumwinua na hata kumwimarisha kwa utukufu wa jina lako. Neno ambalo tunasungumuza jioni ya leo wachalimee misingi imara katika maisha yake, na sifa na utukufu zikapate kukurudia. Asante Jehova, kwa maana umetenda. Kwa jina la Yesu naomba na kushukuru, Amen. Kwa hivyo mtazamaji wangu, uh, jioni ya leo nina ujumbe mzuri sana kwa ajili yako. Kipindi hiki kinaitwa Nuru ya Ulimwengu, na jioni ya leo nina neno uh, nataka tusungumuzie kuhusu upendo. Na watu wengi wanasema, upendo ni nini? Upendo inaweza nisaidia nini? Sasa ni jioni, upendo itanisaidia nini? Nataka nikuambia kwamba upendo ndio jambo la muhimu sana katika maisha ya mwanadamu, na upendo ndio unafanya watu wengi wanapata kila hitaji ambalo wanahitaji. Uh, mara mingi upendo Uh, it is an emotional that, it is an emotion that keeps people bonded and committed to one another. Upendo ni ile hali ambayo inawafanya watu kusalia pamoja. Upendo ni ile hali ambayo inawaleta wapendwa pamoja na kuwafanya waendelee kukaa pamoja. Number two, upendo t uh, upendo wa kweli ni wa kujitolea. Upendo wa kweli ni wa kujitolea. Upendo wa kweli ni wa kutoa vitu. Upendo wa kweli ni wa kukuwa na huruma, ni ile hali ya kukuwa na rehema. Upendo wa kweli ni ile hali ya kukuwa, uh, ya kujitolea katika hali nyingine, uh, hali moja ama nyingine. Upendo wa kweli ni ile hali ya kutoa vitu kupeana yani, you are self giving. Number three upendo wa kweli ni ile hali ya kuwa na rehema. Number four upendo wa kweli ni ile hali ya kuwa na compassionate, kuwa na ile hali ya ku, ya kuwahurumia wengine na kuwatakia mema. Upendo, uh, upendo wa kweli ni ile hali ya kuwa na, na sympathy Mambo mengine yanatokea, mambo yanafanyika, lakini kwa sababu una moyo wa kuwa na, na rehema kwa watu. Na mwisho upendo wa kweli ni ule wa kuwa na haki, ni ile hali ya kuwa na haki. Alafu ya eh, pili na ya mwisho ni ile kuwa mtu mwema ama kukuwa generous na watu. Na ya mwisho ni kukuwa na uvumilivu, patience. Mara mingi watu wanasema nitajuaje upendo Mtazamaji wangu, upendo wa kweli unapatikana katika matendo. Upendo wa kweli unapatikana katika matendo ya kumtendea mtu ambaye hautarajii kukurudishia ama jambo lolote kutoka kwake. Ah, jambo lingine, upendo wa kweli na ni hii nataka nizingatia kwamba e, upendo wa kweli, ili tuwe na upendo wa kweli lazima tumjue Mungu, kwa sababu Mungu ndiye upendo. Kwa hivyo bila, bila Mungu hatuwezi toa a, a, hali halisia ya upendo wa mmoja kwa mwingine. Kwa maneno rahisi nasema hivi mtazamaji wangu ya kwamba pasipo kumjua Mungu hatuwezi dhihirisha kile uhalisia wa kile upendo ulivyo. Tazamaji wangu jioni ya leo, najua umetoka kazini, huenda umekuwa na shughuli zako za hapa na pale, lakini nataka utafakari kuhusu jambo hili, upendo. Ni watu wangapi umekuwa patient na hao umewavumilia tu? Ni watu wangapi umekuwa generous kwao? Ni watu wangapi leo umekuwa generous kwao? Ni watu wangapi umewaonyesha wema? ni watu wangapi umekuwa na simbathi juu yao? Ni watu wangapi umewaonyesha eh, eh, compassionate? Ni watu wangapi umewakuwa nao? Ni watu wangapi umekuwa na rehema kwao? Ni watu wangapi umejitolea kuwasaidia pasipo kuangalia misingi ya kijamii, misingi ya, ya, ya kabila, misingi ya nyumba zao. Ni watu wangapi umejitolea kuwasaidia? Nikizungumuza hivi, nataka ujue kwamba, mtazamaji wangu, ya kwamba mara nyingi hatuwezi kufafanua halisia ya upendo bila kumpe, kumjua Mungu mwenyewe, maana Mungu mwenyewe ni upendo Mungu mwenyewe maandiko inasema ni upendo. Kwa hivyo bila Mungu hatuwezi kuelezea kile upendo kile, kile upendo ulivyo, maana upendo unahusisha matendo. Upendo unahusisha matendo, na tukisema kuhusisha matendo, ina maana ya kwamba wakati mwingine utajitolea kufanyia watu vitu ambao hawakutendea lolote wakati mwingine utalazimika kuvumilia mtu ambaye hata ukimwangalia hauhitaji ama ufai kumvumilia. Wakati mwingine utalazimika kumhurumia mtu ambaye hata aungemhurumia. Hii ni aina hii ni sehemu moja ya kuonyesha upendo. Paulo anaandika katika Wakorinzo, aa, wa kwanza. Paulo anaandika katika Wakorinzo wa kwanza, kumi na tatu mstari wa nne kuelekea mstari wa tano maandiko inasema hivi ya kwamba maandiko inasema hivi katika Wakorintho wa kwanza mlango um, wa kumi na tatu mstari wa nne hadi hadi nane maandiko inasema ya kwamba uh, upendo huvumilia, hufadhili, upendo hausudu, upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahii udhalimu bali hufurahi pamoja na kweli. Huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Upendo haupungui neno wakati wowote, bali ukiwapo unabii utabadilika, zikiwapo lugha zitakoma, yakiwapo marafiki yatabadilika, maarifa yatabadilika. Hii ina maana ya kwamba maneno mengine yote yanaweza ondoka, ila upendo ambalo, ni jambo ambalo linatuleta pamoja. Yaani kuonyesha mtu ya kwamba unampenda ni lazima tu kuwe na tendo fulani la kumwelekezea, kumwonyesha, ila kumpea ishara ya kwamba unampenda na watu wengi wamezamia katika ule upendo wa kimapenzi, lakini nazungumzia upendo wa ndugu kwa ndugu, upendo wa Kristo. Upendo wa Kristo ni ile hali ya kukuwa na huruma na watu. Upendo wa Kristo ni ile hali ya kuwahurumia wengine. Upendo wa Kristo ni ule hali, ni ile hali ya, ku, ya kuonyesha wema ni ile hali ya kuwa generous na watu. Upendo wa kweli ni ile hali ya kujitolea kusimamia au kutetea mtu ataingawa huyu mtu amuna mahusiano yoyote ya kimsingi. Ni watu wangapi mtazamaji wangu umewasaidia? Ni watu wangapi mtazamaji wangu ume, umekuwa mwema kwao? Ni watu wangapi umewaonyesha wema wako wewe mwenyewe? Ni watu wangapi wewe umewaonyesha uh, your generosity? Ni watu wangapi umejitolea kusimama nao kwa hali zao, wakati wao wa shida? Ni watu wangapi umesimama nao mtazamaji wangu? Ni bora kujiuliza haya maswali, kwa maana Mungu kama asingelikupenda wewe, leo haungekuwa hapo ulipo mtazamaji kama Mungu asingelikupenda wa, mtazamaji wangu, hayo mambo ambayo umeyafanya haungeyafanya leo, lakini kwa sababu amekupenda na upendo mkamilifu, ndio maana uko pale ulipo. Maandiko yanasema katika, katika Yeremia mlango wa 31 mstari ule wa um, Yeremia mlango wa 31 mstari ule wa tatu, maandiko yanatuambia ya kwamba uh, maandiko yanasema ya kwamba Mungu, aha, Bwana alinitokea zamani aka, akisema naam, nimekupenda kwa upendo wa milele, ndiyo maana nimekuvuta kwa fadhili, kwa fadhili zangu. Yaani Mungu anakupenda kwa upendo wa milele kumaanisha ya kwamba yeye hana kitu ambacho kinaweza kumzuilia kukupenda. Hakuna kitu kinaweza kumsababisha yeye ajizuilie kukupenda. Akikuona vile ulivyo anakupenda akikuona vile unaamka anakupenda, akikuona vile unatembea anakupenda, akikuona vile unafanya mambo anakupenda tu. Na vingine mambo mengine umeyafanya, mengine ni aibu, mtazamaji wangu, mengine umefanya mambo ambayo ni ya kuchukiza. Kuna watu umewakosea, umekosana nao, kuna mambo umekosa makubwa sana, lakini bado Mungu anakupenda ndio maana katika kitabu cha Yeremia anasema ya kwamba nalikupenda kwa upendo wa milele. Milele ina maana ya kwamba bila mwisho. Milele ina maana ya kwamba haina mwisho, mtazamaji wangu. Uko pale unajihurumia uko pale unaomboleza, uko pale jioni ya leo mtazamaji wangu unajiuliza, sijui nitafanya nini. Nataka nikuambie licha ya hayo matatizo unayopitia, ni vema kujua ya kwamba Bwana Mungu anakupenda kwa upendo wa milele licha ya shida unazopitia, licha ya mapito makali, mawimbi mazito ya ulimwengu huu tunaoishi ndani, licha ya mapito mazito ya hali ya maisha yako, nataka nikutie moyo jioni ya leo, mtazamaji wangu, ya kwamba Mungu. Ni heri ujue ya kwamba Mungu anakupenda. Ni vema ukafahamu ya kwamba Mungu anakupenda kwa upendo wa kweli na wa milele hakuna kitu wala hali ambayo inaweza kumsababisha akajizuilia kukupenda. Maandiko inaniambia katika kitabu cha Ayubu, ya kwamba licha ya Ayubu kupitia hali yote aliyopitia. Ayubu alipoteza watoto, Ayubu alipoteza mifugo aliyokuwa nayo, Ayubu alipoteza marafiki, Ayubu alipoteza umbo lake, Ayubu alikuwa amepungukiwa kiasi cha haja. Lakini licha ya yote upendo wa kweli na wa milele wa Mungu haukumwachilia ili shetani apate nafasi ya kumumaliza. Mtazamaji wangu, jioni ya leo uko pale umekaa, labda unakula chakula mankuli ya jioni, unasema sasa, sijui itakuwa namna gani, watu wamenikataa. Labda wewe ni yule mtu ambaye umefiwa, labda wewe ni yule mtu ambaye umeachwa, labda wewe ni mpendwa, huko pale unaona watu wa jamii yako wamekuacha, wamekutelekeza, wamekupuzilia mbali, wanaona ni kama wewe si mtu wa maana. Nataka nikutie moyo jioni ya leo ya kwamba Mungu bado anakupenda kwa upendo wa na wa milele. Usikate tamaa, usikate tamaa, usiogope kuendelea mbele. Inuka, jitie nguvu, songa mbele, ni kwa sababu upendo wa kweli na wa milele wa Mungu uko pamoja na wewe. Paulo anaambia Warumi katika mlango wa nane mstari wa kumi na nane maandiko inasema ya kwamba, maandiko inasema hivi ya kwamba kwa maana na yahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu, kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Yaani Paulo anaona mateso ambayo wanapitia Warumi sio kitu, mateso na dhihaka ambazo wanapitia kama mtume sio kitu, haiwezi linganishwa na utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Paulo anatutia moyo mimi na wewe, mtazamaji wangu, ya kwamba licha ya hayo mapito, dada umewachwa, ni kweli. Ndugu umewachwa, ni kweli Mzee jamii imekutenga ni kweli. Mama mme amekutenga na watoto ni kweli. Jamii imekukataa ni kweli. Wapendwa marafiki wamekuacha ni kweli. Jambo moja niko nalo ni kuambie jioni ya leo mtazamaji, ya kwamba liche ya hayo yote matokeo, liche ya hayo mateso yote, Paulo anatutia moyo, anasema ya kwamba ma, ma, mateso ya wakati huu wa sasa si kitu tazamaji wangu, umetoka kazini, ni kama umetengwa na wale wafanyakazi wenzako. Umetoka kazini, ni kama yule mwajiri wako anaona wewe si kitu. Usikate tamaa, ningependa uelewe na ufahamu ya kwamba upendo wa kweli na wa milele wa Mungu hautakuachilia mpendwa, u unayenitazama jioni ya leo. Ningependa ufahamu ya kwamba hata kufika hapo penye umefika jioni ya leo, ni kusudi la upendo wa kweli na wa milele wa Mungu. Hapo penye umefika mtazamaji, ni kuhusiana imegharimu upendo wa kweli na wa milele wa Mungu Baba. Usijiamini katika mambo yako. Usijiamini katika vitu unavyofanya na kuona kana kwamba Mungu hakupendi. Unajua kitu ambacho kinatusumbua kama wananchi, kama taifa, kitu ambacho kinatusumbua ni kwamba kwa sababu nimeajiriwa, nina mshahara mzuri, kwa sababu ninafanya biashara yangu, kazi yangu inaendelea vizuri Unapenda kazi yako sana kumliko Mungu. Unapenda mke wako sana kumliko Mungu. Unapenda watoto wako sana kumliko Mungu. Nataka nikwambie, ningependa ufahamu ya kwamba Mungu angejipenda sana kukuliko leo, wewe haungekuwa hai. Mungu angempenda Kristo sana kukuliko wewe, vinginevyo wewe, mtazamaji wangu, haungekuwa hapo penye uko mtazamaji wangu. Ni nini hiyo inakusumbua? Ni shida gani unapitia? Ni wapi hapo umefika ukaona kana kwamba Mungu hakupendi? Mtazamaji wangu, ni nini imetokea maishani mwako ukaona kana kwamba Mungu hakupendi? Jambo moja ningependa ufahamu. Paulo anasema ya kwamba kwa maana na yahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Yaani Paulo aliangalia akaona, ni nini kinaweza kunitenga na upendo wa Mungu? Iwe dhiki, la iwe kifo au mauti, la iwe marafiki? Hapana mpendwa, haijalishi umewachwa na nani, haijalishi umekataliwa na nani, haijalishi ume tengwa na nani, haijalishi ni kamati ya kina nani inakaa kukusaliti. Mpendwa, ningependa ufahamu jambo hili jioni ya leo, ya kwamba upendo wa kweli na wa milele wa Mungu uko pamoja na wewe. Baada ya hayo mateso unayopitia kuna utukufu wa nuru inayokuja nyuma yako. Kuna utukufu wa nuru ya Bwana ya upendo wa kweli ambayo inakuja. Mpendwa, upendo wa milele ukishuka juu yako, maadui wote watashangaa. Ningependa nikutie moyo jioni ya leo, mtazamaji, ya kwamba upendo wa milele wa Mungu ukikuja juu yako, wale walikuwa na kudharau watageuka na kusema akika, huyo ana Mungu wa kweli. Upendo wa milele wa Mungu ukishuka juu yako wale walikuwa na kudharau na kukupuuza wataanza kusema akika, huyu anaye Mungu wa kweli. Hakuna haja, haja ya kukata tamaa, hakuna haja ya kujiua bure. Usijitie kitanzi bure kwa sababu umekataliwa, usijitie kitanzi bure kwa sababu umetukanwa, usijitie kitanzi bure kwa sababu kuna watu labda wamekaa mahali na wanaona kana, unaona kana kwamba ni wewe mjadala wao. Paulo anasema haya mateso ni ya muda tu, haya mateso ni ya muda mfupi sana na hayana budi kuondoka, ila upendo wa Bwana unadumu milele kwetu. Upendo wa Bwana hauwezi kuondoka. Labda mtazamaji wangu, unaona kuna majirani karibu na wewe na umeshindwa kuwapenda, labda ni mke wako haumpendi labda ni mme wako haumpendi, labda ni watoto wako hauwapendi. Mpendwa, kama vile nimetangulia pale awali kukuambia ya kwamba ili tupende kwa upendo wa kweli na wa milele, lazima tumjue Mungu. Lazima umjue Mungu, mtazamaji, na kumjua Mungu ndio kuelewa upendo, namna upendo unavyofanya kazi. Unapomjua mungu vizuri ndipo unaweza kuelewa namna ambavyo upendo unafanya kazi Paul amesema katika Wakorintho wa kwanza kumi na tatu nne hadi nane ya kwamba upendo haujivuni. Mungu angejivuna wewe ungekuwa wapi? Upendo hauna majigambo. Mungu angejigamba wewe ungekuwa wapi? O, upendo hauna, hauna aibu. Mungu angeona aibu, angekuokoa wewe? Haungekuwa hapo ulipo, mtazamaji wangu. Mungu angejiona, angejisifu na kujipiga kifua, wewe ungekuwa wapi? Paulo anaambia Wakorintho ya kwamba upendo huvumilia. Mungu amekuvumilia mpendwa, hata ingawa unaendelea kutembea kwa ulevi hata ingawa unaendelea kutembea kwa ukahaba mpendwa, hata ingawa unaendelea kutembea kwa usherati mpendwa, hata ingawa unatembea kwa wachawi na waganga. Mungu anakupenda anakuvumilia. Ni kwa sababu anakupenda ndio maana anakuvumilia, ili siku moja ukakuja kumjua na kufahamu ya kwamba kusudi la yeye kukuvumilia ni kwa sababu anakupenda. Mtazamaji wangu, ingawa unafanya vitu vyote unafanya, Mungu bado anakuvumilia, ni kwa sababu upendo uvumilia. Mtazamaji, upendo uvumilia, na katika kuvumilia kuna mambo mengi. Wewe mama uko pale, unasema nitaendelea kumpenda namna gani na hanionyeshi upendo wake? Mzee uko pale unaniambia ya kwamba nitampenda namna gani mke wangu, ili hali aniheshimu kama mume wa kichwa cha nyumba? Nataka nikuambia kwamba upendo uvumilia, endelea kumpenda katika uvumilivu, katika majira ya Bwana nuru ya upendo itaangaza ndani ya maisha, huyo mama atabadilika. Mtazamaji wangu, mama, uko pale unasema nitampenda namna gani na, na huyu mwanaume aniheshimu kama mke wake? Nataka nikwambie upendo uvumilia, endelea kumpenda katika kuvumilia, na kupitia kuvumilia huyu mzee atafika mahali, nuru ya upendo wa Mungu itashuka ndani mwake na atabadilika. Mzee na mama, mko pale mnasema tutawapendaje hao watoto na ni mikora tupu tutawapendaje hao watoto na watuheshimu kama wazazi wao? Maandiko yanasema upendo huvumilia. Endelea kuvumilia hao watoto kwa, eh, kwa upendo. Endelea kuwavumilia na kuwapenda una, kadri unapozidi kuwapenda na kuwavumilia, siku ya Bwana inakuja, nuru ya upendo itaangaza kwa maisha yao na watabadilika. Mtazamaji wangu, Paulo anasema ya kwamba upendo upendo haujisifu hau, hau, hau. Upendo haujisifu ni kwa sababu alijua ukijisifu hakuna faida. Paulo anasema hivi ya kwamba upendo ufadhili, upendo ufadhili. Tena anasema upendo, upendo haujivuni. Usijivune, mpendwa usijivune kwa sababu unasaidia watu. Maana upendo haujivuni, kwa sababu umesaidia jirani yako pale, kwa sababu umesaidia hii jamii ambayo haijiwezi, kwa sababu umesaidia lile kanisa ambalo alijiwezi, kwa sababu umesimama na huyo mchungaji ambaye hana kitu, kwa sababu umesimama na huyo ndugu ambaye hana kitu. Unashinda ukitembea ukijisifu na kujivuna, maandiko yanasema ya kwamba upendo haujivuni, usijivune Mtazamaji wangu jioni ya leo, usijivune kwa sababu umesaidia fulani. Usijivune kwa, ulis, kwa sababu ulisimama na ile kanisa. Usijivune kwa sababu ulisimama na ile jamii, watoto wao wakasoma, ni kwa sababu upendo haujivuni. Upendo una una heshima, upendo una hekima, upendo una hekima. Jameni, mtazamaji wangu jioni ya leo, sijui ulimsaidia nani na ukabaki umejivuna. Mungu anasema Upendo haujivuni. Wacha kujivuna kwa sababu umemnunulia mume wako suti nzuri anav anavalia akitembea mbele ya watu. Ndugu yangu, wacha kujivuna kwa sababu umempeleka mke wako kwa saluni, sasa ametokea akiwa mrembo anapendeza macho kila mtu barabarani, shingo zinageuka karibu zinakatika, kwa sababu ya, ya, ya ile, ya ile mapambo ambayo umemweka kwa mke wako. Sasa unatembea ukijivuna, haitakufaidi chochote. Upendo haujivuni. Nataka niombe na wewe jioni ya leo, niseme na wewe neno hili ya kwamba, upendo huvumilia, upendo haujivuni, upendo ufadhili, upendo haukosi kuwa na adabu. Wazee, upendo haukosi kuwa na adabu katika hiyo jamii yako, kuwa na adabu. Jioni ya leo, mzee, ukienda kulala, tafakari kuhusu haya maneno ya kwamba upendo haujivuni na upendo huvumilia. Niombe na wewe unapoenda kulala, na kabla niombe, labda uko pale wewe hujaokoka, sema Bwana Yesu, leo naja mbele zako, ninakupokea uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kuanzia leo mimi ni kiumbe kipya na nitakufuata katika jina la Yesu. Pamoja na hayo, nataka niombe nayo mtazamaji wangu ambaye umekuwa ukinifuatilia. Baba, katika jina la Yesu, namkabidhi mtazamaji wangu mikononi mwako, endelea kumwonyesha Baba upendo wako wa milele, hata yule ambaye anapitia shida, anahisi ya kwamba amekataliwa, anahisi ya kwamba hakuna msaada, Baba mwonyeshe upendo wako wa milele, upendo ulio wa kweli na wa milele ukashuke juu yake, msaidie kuangaza upendo wa kweli na wa milele kwa marafiki na kwa jirani wake kwa utukufu wa jina lako. Asante kwa sababu umetenda. Jina lako linuliwe na limidiwe, katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru, Amen. Naitwa Pastor Collins Simiyu, kanisa letu linaitwa lina Everlasting Christian Church mjini Eldoret, mtaa wa Huruma. Kwa wale ambao mnatoka nje ya mji wa Eldoret, mmekaribishwa pale uh, stage ya Maranatha katika mtaa wa Huruma. Ukifika pale, wasiliana nasi kupitia ile nambari ya simu ambayo inapita pale kwa skrini yako ya TV. Piga hiyo namba, bila shaka tutawasiliana na tutakupokea kwa mikono miwili, jo tushiriki neno la Bwana kanisani na ukifika pale, sisi hatuna miujiza, tuna mwenye miujiza. Hatuna vitu vingine vingi, tuna mwenye miujiza. Mwenye miujiza ni Mungu, yule ndiyo tunamwabudu pale. Karibu sana kwa jina la Yesu Amen.